Naam, habari za wakati huu, karibu tena, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kinachoendelea huko e, katika Jamhuri ya DR Congo, lakini kubwa zaidi ni kwamba ukipita kwenye mitandao e, mbalimbali ya kijamii utakutana na habari nyingi sana kwamba wazalendo ambao wanaunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kupambana na waasi wa M23 ambao wanashikilia miji mikubwa mashariki mwa Congo, mji wa Goma pamoja na mji wa Bukavu. Taarifa zinadai kwamba wazalendo wameingia e, Bukavu lakini kubwa zaidi ni kwamba wamepambana na waasi wa M23 na wanajeshi wengi wa M23 wamepoteza maisha. Lakini moja kwa moja tumezungumza na mtu ambaye E, yupo Bukavu na ametuelezea kila kitu ambacho kinaendelea, lakini pia ukweli wa hiki ambacho kimekuwa kikisambaa e, kwenye mitandao mbalimbali ya mbali kijamii. Baadhi ya vyombo vya habari vimekuwa vikiripoti ya kwamba e, Bukavu sasa ipo chini ya wazalendo, kwamba wazalendo wameingia Bukavu, lakini kubwa zaidi e, hawa M23 wamekimbia Bukavu moja kwa moja. Sikiliza hapa kitu gani ambacho kinaendelea e, Bukavu, ikiwa ni mawasiliano ya moja kwa moja na mtu ambaye yupo Bukavu na anafahamu kila kitu ambacho kinaendelea huko Bukavu, lakini kubwa zaidi utatuachia moni yako, lakini e, utatusamee pia kwa jambo zima la kufanyika kwa mawasiliano, mtandao kidogo ulikuwa unasumbua, lakini utaelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea katika jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, ukweli wote wa kile ambacho kinaendelea e, Bukavu. Hello, ndiyo mkuu, vipi? naona mtandao umekuwa ni changamoto sana. Yeah, yeah. Yeah, sasa kuna, kuna kuna jambo nimeliona hapa, nikaona ngoja, ngoja nikupigie ni simu hapa. Kuna hii taarifa moja nimeiona ni ya ni ni, ni leo pia hii yenyewe ina, ina, inasema kwamba wazalendo wametoa masaa arobaini na nane kwa hawa wanajeshi wa M23 wawe wamejisalimisha mjini Bukavu na kuweka silaha chini na kuinua mikono juu la sivyo watajutia kuivamia Kongo. Hasa hii imekaje? Ni kweli wamepewa hayo masaa arobaini na nane kwamba wa, wajisalimishe wa, wa, wa, wa au imekuaje? ya habari ya siku chache zilizopita eh, tildu pesikia kana audio baada ya ndani ya group za WhatsApp wakisema wao lakini ina maana walitoa masaa arobaini na nane kwamba wao washaondoka Bukavuko na, na baada hizo na baada ya muda wa masaa arobaini na nane kupita jamaa wa kuondoka sasaatiaariginwa m ishirini na tatu e wamewaondoa mahali ambapo walikuwa wameshakamata wamewaondoasia kamata. Kuna wazalendo ambao walikuwa wamekamatwa na mu ishirini na tatu walikuwa wamechukua hilo eneo, kwa sasa kipata habari nie kama au wa ishirini na tatu wamesha watoa ndani ya hilo eneo. Ah, kwamba tayari wanalidhibiti wao, lipo chini yao, chini yao sasa na ah, okay, ni ni leo sasa hii tarehe kumi na nane sasa hii. Ah, okay, sawa sasa. Na wazalendo wao wanatumia silaha za aina gani? w wana silaha ambazo zinaweza kukinzana na awa M23? Hapana, hawana silaha hizo, hawana hizo silaha hao. M23 wana silaha kilo lakini Ayu, wazalendo wewana silaha za chini chini. Yeah. Na, na serikali kama serikali ya DR Congo wenyewe hawajatoa msaada wowote, labda kuwapa nani, wapatia wazalendo vifaa kwa ajili ya kupambana, kwa sababu wana, wana, wana, wanaipambania Kongo kama Kongo Himu, wapati, ya, ba ni, ni, ni silaha ambazo zinaweza kukinzana na M23. Maake kuna n, n, n, n, nimesikia pia kwamba jamaa wanatumia sana zana za jadi kama mapanga, fimbo fimbo eh. Ndio wanatumia hizo, okay na na wasiwasi vipi? Kama muda ule nilivyokuuliza hapa, wasiwasi huko upoje, mambo yanaendaje? Yani ile hali ya kawaida, kwa mfano ki, ukitolea mfano ile siku ya kwanza ambayo e, jamaa wameingia kabisa Bukavu, wamefika tule Bukavu, hali ilikuwaje? Na, na, mpaka sasa hivi ile maisha ya kawaida watu wana, wanaishije sasa baada ya hawa jamaa kuingia Bukavu na kuidhibiti Bo, siku waliingia tulifahamu Kutepa, manye. Na na wanavyosafisha jiji, tafsiri yake wanasafisha kitu gani? Ah, okay. Mm. Ina maana kukusafisha jiji eh, tafsiri yake ilikuwa ni kwamba wale wafungwa ambao wametoroka gerezani baada ya M23 kuingia Bukavu walikuwa wameingia mitaani na, na wanafanya fujo sasa: kuiba, kupora, kubaka. Kwa hiyo jamaa kudai kwamba wana, wanasafisha jiji kwamba wanadili sasa na hao jamaa. Okay, na mpaka sasa hivi, lakini si bado, matukio bado yanaendelea ya kuiba kukaba kama hivyo bu, unajua nani, mchana hakuna tatizo, lakini kishaenea usiku ndo wajombazi wanaingia wanashinda ndani ya manyumba wanabaka, wanaua watu, wanakunyang'anya hela, kwa hiyo wana, wana, yeah, okay, inakuwa ni back to back ukiniwahi. okay, ni, ni kikuwahi imeisha. Okay. Kwa hiyo sasa hawa jamaa walivyotangaza kwamba wa, walivyodai kwamba wapo umbali wa, wa kilomita kumi si ndio? Sasa huo umbali wa kilomita kumi kuingia Bukavu ni ni umbali ni, wa ni, ni masaa machache sana, si ndio? Sia, sio, sio, kumi. Sema, e, sio kila, kumi. Sema, kilomita kumi mara tatu ambayo Kifaransa ndo tunahitaji Oh, okay. Ambayo kwa kwa usafiri wa gari ni kama masaa mangapi? Ah, masaa mawili. Kwa muda wowote chochote kinaweza kikatokea sasa ya. Kini. Chua, wazalendo, wamesha, wamesha toka ndani hile, ah, hilo eneo ambalo walikuwepo na walikuwa wanajipanga kuingia Bukavu, si ndio? na hakunaga na taarifa sasa za watu labda ambao wamepoteza maisha labda kuna wa wanamgambo wazalendo wa wa, wa, wa au wa M ishirini na tatu ambao labda wamekufa wakati wanapambana ila kwamba wamerudishwa nyuma kwenye hicho kijiji kijiji chenye kinaitwaje Aa, kwa hiyo walikuwa Nyangezi ambapo kama masaa mawili wangeweza kuingia Bukavu lakini wamerudi nyuma nyumao. Okay. Maki, nimeona habari ni nyingi sana kwamba kuna kuna, kuna taarifa ambazo ukipita kwenye mitandao mingine ya kijamii unakuta zimeripoti kwamba Bukavu sasa hivi iko chini ya wazalendo mara M23 wametandikwa Bukavu, sasa hivi Wazalendo wameingia. Kwa hiyo nimeona sana hizo habari, pia haina shida. Kwa hiyo hali sasa huko ipoje wa kama hivyo ambavyo jana mmesikia kwamba jamaa wapo jirani, si ndio? Shughuli za kawaida, labda sokoni, biashara zilikuwa zinaendelea, au watu walikuwa wamejifungia ndani, kwa sababu jamaa wangeingia, si ni vita hiyo. Kwa leo kama shughuli ziliendelea kama kawaida, ila kwa jana tarehe kumi na saba. Watu wanaanza, kukimbia, lakini kwa sasa, hakuna tatizo. Okay, na kuna habari gani sasa baada ya M23 kujitoa kwenye mazungumzo na serikali ya Congo kuna kuna lolote jipya ila sa, sababu main ya wao kujiondoa kwenye mazungumzo sio kwa sababu kuna wengine wanaripoti kwamba jana walishambuliwa wanajeshi wao wamekufa si ndio ndio maana wakaamua wasijihusishe kwenye mazungumzo, lakini wengine wanaripoti kwamba ni kutokana na vikwazo ambavyo viongozi wao wamewekewa na umoja wa Ulaya. Sasa hii inakaje? vikwazo ambavyo wamewekewa ni viongozi wote au ni baadhi ya viongozi wao? ah, viongozi wote au viongozi wote ah, okay. sawa sawa. Aya, sawa na nashukuru basi. Kama kuna jipya lolote nitakutafuta, tuwasiliane, tujue nini ambacho kinaendelea na, na kama, kama uta, utasikia lolote sasa baada ya wazalendo kurudi nyuma, kama kuna lolote ambalo utalisikia, labda kama walipambana, kuna idadi labda ya watu ambao walipoteza maisha ambao ni, ni, ni wanamgambo wenyewe, tutaarifiana basi. Aya, sawa nashukuru sana.